Mimi naitwa Jebra Kambole ee, ni wakili ambaye nilikuwa nakiwakilisha chama cha Demokrasia na Maendeleo na niko na wanachama na, na viongozi kadhaa wa chama ee, shauri leo likuwa nakuja kwa ajili ya kutoa maamuzi e, madogo kwenye kesi ya msingi pamoja na kusikiliza mapingamizi e, ya awali pamoja na kusikiliza kesi yenyewe ya msingi, lakini kutokana na mwenendo wa shauri jinsi ulivyokuwa e, kuanzia asubuhi. E, tumefika maamuzi yalivyokuwa yanatolewa, kwa sababu ma, maamuzi ya mapingamizi juu ya kesi ya msingi mahakama imeyakataa na iko tayari kuendelea kusikiliza kesi yenyewe na imepanga kusikiliza siku ya tarehe ishirini na nne mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa ajili ya kusikiliza kesi ambayo inahusiana na chama cha demokrasia na maendeleo ikiuka sheria ya vyama kwa kutokuwa na mgao sahihi wa mali kati ya Zanzibar na bara lakini pia kulikuwa kuna maombi ya zuio la shughuli za chama. Kwa hiyo pamoja na kwamba kulikuwa kuna mapingamizi pia hapo, lakini ni kipengele kidogo sana cha pingamizi ambacho mahakama imekubaliana nacho. Uh, mawakili kadhaa tulikuwa tunawakilisha ili shauri dokta Rugemeleza Nshala, Hekima e, Mwasipu na mimi, lakini kwa siku ya leo bahati mbaya uh, dokta Rugemeleza Nshala alishatoa taarifa kwamba kwa siku ya leo hata kuwepo na e, Hekima Mwasipu eh, kati ya watu ambao wamefariki kwenye ajali ile ya Mbeya, e, kuna ndugu yake pia amefariki kwao, ameenda kwenye msiba. Kwa sababu ajaenda kwenye msiba yuko tunajaribu kuorganize namna gani ya kwenda. Kwa hiyo tukawa tumekubaliana kwamba ni muhimu sana, e, tukamsindikiza mwenzetu kwenye hili jambo kwao. Nilijaribu kuiambia mahakama kuna hii changamoto ambayo imetukumba, tupewe angalau mpaka siku ya Ijumaa ili tuje kusikiliza, lakini e, jaji aliweza kukataa kabisa ilisho ya namna hiyo uh, na kuamua kuendelea kulisikiza shauri. Sasa sisi tunafikiria kwamba eh, kusafiri usiku sio salama sana kwa ajili ya kwenda kwenye msiba. Kwa hiyo tukaona kwamba hairisho lile alikuwa sawa. Kuzuia kwa hairisho kwa lile shauri ilikuwa sawa kwa sababu mwisho wa siku shauri lenyewe aliko chini hati ya kiapa hati ya dharura. Ni shauri la kawaida tu. Lakini kuona kwamba maamuzi yanatoka leo, mapingamizi yetu yanasikilizwa leo, mapingamizi yao yanasikilizwa leo na kesi ya msingi ya maombi nataka kusikilizwa leo haikuwa sawa sana na sisi, kwa sababu tumekuwa tukiendeleza tuki, tuki shauri na tunaona mambo yanavyokwenda, mimi binafsi nikaona kwamba sitendei si haki chama na wanachama kwa namna shauri ambavyo linaenda. Kwa hiyo nikamtaarifu Mheshimiwa jaji kwamba siwezi nikaendelea na kusikiliza maombi ya, ya zuio kwa sababu naona kama sitendei haki na sitendei haki kwenye hilo shauri. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba sitendei haki na mimi sitendi haki kwenye hilo shauri. Nikamtaarifu mheshimiwa kwamba naomba nijiondoe kwenye hili shauri ili chama kipate muda wa kuleta wakili mwingine hata kwa siku ya kesho tu. Lakini naona jaji ameshindwa kabisa kukubali hata hiyo hoja ya msingi ambayo inahusiana na haki ya kusikilizwa ya chama, haki ya kuwakilishwa ya chama kwenye shauri hili. Kwa hiyo mimi nime nimejiondoa na nimemtaarifu mheshimiwa jaji. Naona hakubaliani kabisa na kujiondoa na mida hii bado anasisitiza anataka kusikiliza hata kama ni upande mmoja, bila kukipa chama fursa ya kuleta wakili mwingine au kuleta mtu mwingine wa kuweza kuwakilisha chama kwenye shauri kubwa la namna hii. Kwa hiyo nikaona kwamba siwezi kuwa sehemu ya watu ambao wanakandamiza demokrasia hmm? au wana, wanakandamiza chama na mimi niko na mimi naona o, nikaona sio jambo zuri sana kuendelea na shauri shauli. Kwa hiyo kwa kifupi, hicho ndio ambacho kimetokea. Kwa hiyo wanachama wajue kwamba kesi ya msingi inakuja kusikilizwa siku tarehe ishirini na nne mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano lakini kuhusu mapingami, kuhusu maombi au madogo kuzuia shughuli za chama, I don't know, sijui atafikia wapi, sijui ataamua nini. Kwa hiyo hicho ndo ninachoweza kusema.